Nchi yetu sasa kwa karne hii ilipofika, yake dijitali inahitaji umakini mkubwa sana, kwa sababu kuna sehemu utazuia, lakini sehemu zingine utaweza kuzuia au o sio sea. Watoto wetu wanakwenda shule, wanatoka, wanaangalia TV, wanaangalia uh, simu na mitandao na kadhalika na kadhalika. Kuna wimbi linataka kuwabadilisha kwa haraka sana, lakini sisi ni kina mama, sisi ni walezi. Narudia tena, zile dakika mnazikumbuka zile dakika eh, ambazo ni historia. Kila dakika yako hakikisha umefanya jambo jema la ulezi, kama ni ndani ya familia yako, kama ni kwa jirani, kama ni nje, kama ni kwenye semina kama hizi na kadhalika. Ndugu zangu yameharibika wote, tunaona kuna sehemu zingine mtu akipita wewe ee, unaona haya. Kwa kimsingi tunakutana hapa leo kupongezana, kukumbushana, lakini pia kupeana hamasa kwenye kile ambacho tunakifanya, kwamba tujue tunachokifanya ni kitu ambacho hata Mwenyezi Mungu anakipenda, kwa sababu hata Uislamu hauwezi kwenda mbele kama hatutaweza kuwa na nguvu ya kipato cha fedha, na ni muhimu sana wanawake kuwa na kipato cha fedha ili kuweza kusaidia majukumu ya hapa na pale tunapokuwa majumbani, lakini pia kuna ibada kama hija ambayo inahitaji wanawake kutumia pesa lakini pia sadaka mbalimbali mbali, kujenga misikiti, kujenga madrasa. Pia leo tumefurahi sana kwa sababu mgeni rasmi wetu mheshimiwa mama yetu mheshimiwa uh, Sofia uh, Mjema ambaye ni mwakilishi amini, mshauri wa masuala ya wanawake na makundi maalum ofisi ya rais, akiwa uh, mgeni rasmi wetu leo. Tumempa changamoto zetu, lakini kitu ambacho ametupa moyo na ametufurahisha ni kuitambua Ladies in Islam rasmi na kuahidi kupambana kutuingiza kwenye mchakato wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, ambalo of course lilianzishwa na mheshimiwa rais wakati ule akiwa makamu wa rais, lakini sasa hivi linaendelea kuwepo na linaendelea kusaidia uh, wananchi sio tu wanawake, wananchi, kwa sababu ni jukwaa la uwezeshaji wananchi kiuchumi, lakini pia kuna namna ambayo wanasaidia wanawake kiuchumi. Kwa hiyo Ladies in Islam rasmi tumeambiwa, uh, tutakuwa sehemu ya hivyo vikundi vinavyotambuliwa kwenye database. Kwa hiyo tuta anza mchakato na tunawaahidi wanawake wa Kiislamu kuwa fursa hii itakapokuwa tayari, tutawataarifu ili wawe sehemu ya fursa hiyo, tuendelee kupata fursa zaidi na kufungua uh, uh, milango zaidi ya masuala ya biashara na uchumi kwa wanawake.